Tukielekea huko nchini Marekani, tunafahamishwa kwamba utawala wa Rais Donald Trump unazingatia kupanua vikwazo vyake vya kusafiri kwa kuwapiga marufuku raia wa nchi 36 zaidi kuingia nchini Marekani. Mapema mwezi huu, Rais Donald Trump alitia saini tangazo lililopiga marufuku kuingia kwa raia kutoka nchi 12, akisema anailinda Marekani dhidi ya magaidi wa kigeni na vitisho vingine vya kiusalama. Katika nyaraka ya ndani iliyotiwa saini na Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, wizara hiyo imetaja sababu kadhaa ikiwemo kukosekana kwa ushirikiano kwa baadhi ya serikali katika kutoa hati za utambulisho zenye kuaminika kwa doa wa raia wake kutoka Marekani ambao wameamriwa kuondoka, na raia wa nchi hizo kushiriki katika vitendo vya kigaidi nchini Marekani.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 Zijina langu ni Deo Kaji Makomba.